kubwa. Kumbuka hu, alafu mwambie Mungu. Maisha yana changamoto mingi, maisha yanapita nyingi, maisha haya kubwa kwa mepesi. Tangu Adamu alipofanya dhambi, kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari 15, pale mwisho Mungu akasema utakula kwa jasho

sifiwe na ndiye alikuumba kwa mfano wake. Atakaa na wewe katika shida, katika tabu, katika raha, hata kuacha asubuhi. Leo somo ambalo imempendeza roho wa Kristo tujifunze pamoja, linaitwa imani ya kuamisha milima. Tuko katika mwezi wa imani. Wale walikuwa kiki kilopita tulijifunza shua imani ya moto au imani katika moto. Na leo natamani tujifunze somo linaloitwa imani ya kuhamisha milima. Ukielewa, ukilielewa somo hili, narudia tena, ukilielewa somo hili unakuwa umeweza ukristo kwa asilimia themanini. Natamani uamue kusikiliza kwa makini, natamani moyo wako ufungue kupokea furikamate vizuri, alafu nakupa muda mfupi, maisha yako yatakuwa natamani. Ruhusu Roho Mtakatifu aongee na moyo wa wako. Tunapoendelea na somo hilo, kumbuka tuliongea tukasema, imani ni kitu gani? Tulisema imani ni pesa. Naomba nikwambie kwambie, haijalishi utongea kizungu gani, kama una hela maisha ya siku hiyo, haijalishi utajitamba kiasi gani, pesa ndio kitu cha msingi kwenye maisha yako. Bila pesa maisha hayawezekani, na ndivyo ilivyo katika mambo ya kiroho. Bila imani huendi kokote. Imani ni pesa ya maisha ya kiroho, kitabu cha Waebrania sura ya 11 msali ule wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na uwakika na mambo yatarachiwaa. Kuna mambo unayatarajia, anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake leo imezaliwa katika familia ambayo hakuna pesa, baba na mama, tunakaa nyumba ya kupanga. Nikasikia neno ni la Mungu, inasema mimi ni kichwa, sio mkia, inasema Mungu atakubariki mingi, hapo Mungu atakubariki kutoka hapo, nikachukua imani ile, ndiyo imani yako, nikasema mimi sitakuja kukaa nyumba ya ndio unachenga msingi wa imani ndani yako. Imani ni uhakika wa mambo ya tarajio. Ninaanza kuchukua hatua ya imani, kuachana na nyumba ya kupanda. Nitakuja kuwajengea na wazazi wangu nyumba ndongea. Ndio imani. Imani ukisikia neno la Mungu unachukulia, ah kumbe ndio hivi, sasa mimi sitakufa maskini. Hiyo ndiyo imani. imani ni kuwa na uhakika na unachotarajia bayana ya mambo yasiyoonekana. Sikiza kwa makini, imani sio kwako, sio kwamba wewe ndio na imani, no. Imani kwa nani? Kwamba ah, hivi Mungu ndio muumba dunia. Ah, okay, kwa hiyo nikimwamini kutokana na neno lake, kumbe naweza kufanya mambo makubwa. Ndio maana imani, unamwamini mtu mwenye nguvu kuliko rais, unamwamini mtu mwenye nguvu kuliko waziri mkuu, unamwamini mtu mwenye nguvu kuliko mfalme unamwamini mtu mwenye nguvu kuliko mkuu wa mtaa. Yeye ni Mungu mumbachwo mbimu nanchi maana imani kwao. Natamani ujenge msingi wa imani ya kuhamisha milima. Sasa nisikilize, mstari huu tumeutoa katika neno la Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo ile sura ya kumi na saba mstari wa ishirini Bwana Yesu alipokuwa na, na kwa wanafunzi wake walipomletea mtu ambaye alikuwa ana matatizo makubwa, walipelekwa kwa wanafunzi wake kwanza, wakaomba katika jina la Yesu, jamaa kupona wakaruka, wakafunga wapi. Ndipo Yesu akamwambia ya kwamba ni kwa sababu na upungufu wa imani anasema amini nawaambia, amini nawaambia, nani? Nakwambia leo, anasema mkiwa na imani kama punje ya haradali. leo mfukoni mwako umechukua mchele <laughs> na Yesu asijui nikasema, nionyeshe, usiponyesha watu, punje mchele, punje moja ya mchele, mbegu ya haradali inaingia kwa mara tatu. Kwa imani yako ikiwa kadogo katuchu kama punje ya mchele punje ya haradali, yaani uvunje mara tatu, hapa kadogo hivi. Sikiliza, anasema anasema, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Anamalizia anasema, na wala hapata kuwapo neno kwenu disiwe yote yanawezekana, ukiwa na imani ndogo kama punje ya mchele. Wote hapa na imani ndogo, kuja kanisani kwa imani, tia imani. Sasa nini, wapi? Usikikama kama ungekuwa una imani na Mungu, usikuje kanisani, nyumbani ungeenda kutafuta pesa huko lakini, kwa nini umekuja? Umekuja kwa sababu kaimani kapunje ya mchero. Nako tatizo ni nini? Nataka tujifunze, tatizo ni wapi? Kwa nini mambo hayaendi? Kwa nini vitu vimesimama? Anasema mkiwa na imani kama punje ad, mtaambia mlima moka. Mlima maanake, mlima sio milima unaoiona hivi. Kila mtu alea uamsha mlima kwanza, walianza wakaenda sehemu, wakaambia Yesu alitembea kwenye maji, wakaenda mtoni, mto unapita kuwa imenyesha, kwa jina la Yesu akaingia. <laughs> wakwanza wakakuta kula wamekufa wote, Yesu asifiwe. Lugha ya Biblia ni lugha ya kiimani, kwa wanaposema imani ya kuamisha milima, kuna watu wakaenda milimani wakatafuta milima waka unatakiwa uelewe maandiko. Milima ni kukosa pesa, milima ni magonjwa kansa. Ugonjwa wa nini? ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa afia, ugonjwa wa kichwa, ndio mlima huu. Milima ni kufeli darasani, mlima ni kukosa ada ya kulipa shule, mlima ni kukosa uniform ya kuendea shule, mlima ni kukosa kiatu. Kila mtu ana mlima wake tofauti. Wengine wana milima ya watoto wa wengine, wana milima ya kukosa watoto, wengine wana milima ya kukosa kazi, wengine wana milima ya kutofanikiwa. Yote hiyo, kila mtu hapa nikimuuliza, kila mmoja ana mlima wake. Naomba nikwambie ukweli, nilikuwa na milima mingi. Baada ya kujua maana ya imani, milima ilianza kuondoka. Uhamisha mlima wa kwanza ukatupa baharini, mlima wa pili ukatupa baharini, mlima wa tatu ukatupa baharini, mlima wa nne ukatupa baharini. Ninachokueleza leo ninakiukika nacho, nimekiona na ni kwenye maisha yangu. Natamani na wewe upapukizwe uwe na imani ya kuhamisha milima. Kwa makini, Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo ishirini na moja ishirini na moja aliendelea kusisitiza juu ya umuhimu wa kuwa na imani ya tofauti. Umefika nyumbani, una hata sentano, umekosa hela zote, mtaani hamna chakula nyumbani, watoto wanalia baba, tunataka chakula, njaa inawakamata. Imani ni kujua kwamba Mungu wangu mu atanipa kila nachohitaji badala ya kwanza kulia na watoto, geuka na kusema, Baba, katika jina la Yesu, nina amuru chakula kiweze kupatikana leo. Hiyo ndio imani, kutoangalia kwa jicho la kawaida la kidunia, kutoangalia na jicho la kawaida la kilamna a mwili mwili namna akiwa anasema kwamba Yesu akajibu akawaambia, aamini na wambio, mkiwa na imani, mkiwa na imani na msipokuwa na shaka. Mtaufa, mtafanya, mtafanya si hilo tu la mtini, lakini hata mkiwaambia mlima huu, matatizo, changamoto, shida, umaskini, taabu na mateso ya maisha, magonjwa mbalimbali, naka ukatupe baharini, litatendeka.